Eh bana, game hii ina heshima kubwa sana, na unavyozungumzia duma unazungumzia package sana. Yaani duma ni kitu kingine. Kwanza inakuwaje mkuu? Uko busy sana na kazi duma, hongera sana. Nashukuru sana Mungu alibariki sana. Hivi hivi mpaka sasa hivi bado unaona kwamba Siri ya Mtungi ndio ilikuwa source ya kufanya uwe mkubwa zaidi, eh? Yeah, of course, of course, namshukuru Mungu kupitia Siri ya Mtungi ilikuwa mkubwa, lakini consistency nayo imenisaidia kwa sababu ukizungumzia Siri ya Mtungi uh, sijafanya ya, ya peke yangu, tumefanya watu wengi sana lakini wengine walishia njiani na wengine wanasua sua, lakini Duma baada ya Siri ya Mtungi alikuwa na consistency ya kufanya vitu vikubwa na vizuri Nakumbuka mauzinduzi makubwa, mauzinduzi wa kitaifa tukaenda nchi tofauti, tukafanya matangazo makubwa, tufanya movie kubwa. Kwa hiyo, consistency imenisaidia heshima na kujituma na kuwa mbunifu kwenye kila kila siku okay. Unaonekana mpambanaji sana Duma, kuna wasiwasi gani ambao unauogopa sana katika mambo yako? Uko busy sana wewe uh, uh, mi nimepita maisha ya shida sana, nimeishi maisha ya chini sana. Kwa naijua njaa ni nini, naijua njaa na inavyouma, naijua njaa kindakindaki Sitaki kuishi maisha ya njaa tena yale ambayo nimepitia kwa mimi, siku zote nafanya kazi kama mtumwa hapa, naongea na wewe na, we na session usiku ya kuandika story na juzi zimeweza kushuti yani nimepumzika, leo nimekuja hapa na saa tisa na nusu na session mpaka asubuhi. Yes. Unaonaje lakini vijana nawatendea haki tasnia ukikompia na yeye so, legacy yani mefanya vitu mpaka leo vinaishi no. Uh, vijana wapo kwenye ulimwengu wa chat GPT, vitu vingi wanarahisishiwa Yani vijana wa sasa hivi wengi uh, wapo kwenye kufanya vitu rahisi rahisi, hawataka kufanya vitu vigumu. Wakiona vitu vigumu wanavi, uh, wanavigwaya wanaviacha pembeni, lakini wakiwa na utulivu na kutaka kufanya vitu vigumu watafanikiwa bwana. Yes. Kwani nyinyi mlikuwa mnatumia mbinu gani kufanya vitu mpaka leo watu wanawakumbuka na bado ukimwona Duma? Yani Duma ni hata kama usipoigiza miaka miwili au mitatu, lakini Duma ni Duma tu uh, uh, watu ambao tumekuwa nao na kufanya kazi hatujakuwa watu wa kukopi na kupesti. Mimi leo naishi nyakati zote, kila industry tunapokwenda, mimi nipo right now. Industry ya Tanzania imebebwa sana na YouTube, sawa, kwa sababu media ambazo zinachukua kazi ziko chache, lakini YouTube ni media ambayo uko nayo nyumbani kwako saa yote, unaweza kutengeneza content na ukaposti. Kwa hiyo mimi huko nipo na na ushindani, nafanya vizuri na huko, na media kubwa nipo nafanya vizuri Umenielewa vizuri sijui? Media zote amna media ambayo Tanzania haijachosha kazi yangu ambayo inachukua filamu. Ukiona media ambayo haijachosha kazi yangu, ujue media haichukui filamu. Media yote ambayo inachukua filamu Tanzania inachosha kazi yangu. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo mimi kwenye YouTube nipo kote, nipo. Mkubwa zaidi ambacho watu wanatakiwa kufanya vijana sasa hivi ni kujifunza na kuongeza ubunifu na sio kila kitu kukopi na kupaste. Kuumiza kichwa. Uumiza kichwa chako nini unafanya? Hata kama unakopi sikopi 100% basi kidogo ongeza na cha kwako, tuone kabisa umekopi lakini umeongeza ubunifu okay. yes. Kuna kitu kimoja ambacho nataka uniambie kutoka kwako moyo ni mwako mimi najua kuna waigizaji wengi sana ambao walikuwa wanafanya vizuri sana, lakini kwenye character Siri ya Mtungi wewe ndo ulipewa tuseme kama namba moja, yani kuna upekee fulani ulikuwa nao pale. Unafikiri hili ilisababishwa na nini Duma? Uh, mi nadhani wakati wa Mungu ulifika. Mi si bora zaidi wengine, wa ni wakati wa Mungu ulifika, na mimi namshukuru Mungu, nilikuwa na afya njema kwenye project yote mwanzo mpaka mwisho zaidi ya miaka miwili, na nilifanya vizuri mwanzo mpaka mwisho. Kumbuka ndio project yangu ya kwanza kubwa, hapo nyuma na filamu vyangu vya bei rahisi hapa na pale, kujiunga unga, lakini sijafanikiwa kutoka wala kujulikana. lakini baada ya kufanya usaidi Siri ya Mtungi nikapewa nafasi, nilifanya kama ka, kana kwamba sitokuja kufanya tena kwa hiyo nilijitoa asilimia mia moja kuanzia mentality na kila kitu. Siri ya Mtungi ndiyo unaamka saa kumi na moja, saa kumi na mshwa, saa kumi na nusu gari inakuchukua, saa kumi na moja unakunywa chai, saa kumi na mbili kamera imewaka. Ambapo kwa wasanii wa sasa hivi hawa nikiangalia sioni. Hiyo ni kazi ngumu, na hata kipindi kile kuna watu walikuwepo walishindwa hiyo project. Kwa sababu hivi wanataka watu ambao wapo commitment, ambao wapo tayari kujitoa kwa ajili ya project ambao haa, ni maisha yao. Na mimi nilijitoa leo haa imekuwa mashangao. Mimi naenda nchi kibao mzee wangu sababu Siri ya Mtungi. Lakini bongo kija bongo hapa na series kubwa imefanya vizuri, inaitwa Fundi, inaoka Azam TV. Lakini ukija YouTube, na series inaitwa Time of Love ya kwangu mwenyewe nimeandika na kudirect na nimeigiza na imeoka TV yangu, na series inaitwa Last Chance nafanya vizuri, na series inaitwa Siri ya Uba. Kwa hiyo ukiniangalia, Duma sijawahi kupoa hata siku moja, naumiza kichwa, nafikiria na naangalia nini cha kufanya kwa wakati gani wastaajiri tashuka leo wala kesho ukaishi maisha ambayo yani huna pesa kabisa. Eh, namshukuru Mwenyezi Mungu hajawahi kuninyima kipato toka nimeanza kupata riziki, hajawahi Mwenyezi Mungu kuninyima, sababu naheshimu sana pesa, situmii pesa kipumbavu. Yani mimi ni mtu ambaye, ni miongoni mwa watu wale ambao wanaogopa sana kesho yangu kuyumba. Yani mimi ni mtu ambaye ukija kwangu, kama una matumizi ya kipumbavu usisogee, hata kama msichana Ukija kwangu na matumizi ya kipumbavu, sisogee hapa kwangu. Ukija, pesa ni kwa bajeti, lazima tuangalie kesho. Ina maana huongi wewe, na honga. Lakini kwa kiasi, sipitilizi. Ukija kwenye maisha yangu unajua, na bajeti yako ikiisha au ikifika kikomo, nakwambia imefika kikomo ki... lakini sitotoa cha ziada kukupa wewe nikuridhishe, kesho mimi sina uone kwa maisha yangu nabaki kubangaiza. Ah, ah. Mapenzi yapo, mahusiano yapo, lakini maisha ya kula kila siku atakayeendelea maisha atakayoendelea mimi sijawai kukaa kutia huruma, eti mpenzi kaondoka maisha yangu takatnoa mwaa a tn mama yangu amefariki alafu msichana wangu ananiumiza, hiyo e, ndio tukio sitosahau katika maisha yangu yote. Nilikaa bila kufanya mapenzi miezi mitatu.